Moto mkubwa wa nyika umeibuka katika maeneo ya pembezoni mwa jiji la Yerusalemu na kusababisha taharuki kubwa ambapo jamii kadhaa zimehamishwa na watu zaidi ya 13 wamejeruhiwa. Barabara kuu inayounganisha Yerusalemu na Tel Aviv imefungwa kwa muda. Video zilionyesha miale ya moto ikiwaka kando ya barabara hiyo kuu huku watu wakiacha magari yao na kukimbia kwa hofu, moshi mzito ukifunika vilima vya maeneo jirani. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ametangaza kuwa nchi za Italia na Kroatia zinatarajiwa kutuma ndege tatu za kuzima moto kusaidia juhudi za kukabiliana na janga hilo. Israel pia imeomba msaada kutoka Ugiriki, Cyprus na Bulgaria kwa mujibu wa taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje. Vyombo vya habari vya Israel vimeripoti kuwa huduma za zimamoto na kampuni za uokoaji takribani 120 zimepeleka timu kadhaa pamoja na ndege na helikopta katika eneo hilo huku jeshi la nchi hiyo likitoa msaada kupitia vikosi vyake vya uokoaji. Moto huu umetokea katika siku ya maombolezo ya kitaifa kwa ajili ya askari waliopoteza maisha na kusababisha kufutwa kwa baadhi ya sherehe za kitaifa za kuelekea siku ya uhuru wa Israel ikiwemo hafla kuu ambayo ilitarajiwa kufanyika jijini Yerusalemu.